Naitwa Mwalimu Ludovick Joseph. Napenda kufanya tafakari ndogo kama taarifa kwa umma juu ya tafakari ya muumini wa Kanisa Katoliki kuhusu mwenendo wa baadhi ya viongozi wa kanisa letu wa hivi karibuni. Nikiwa ni muumini wa Kanisa Katoliki niliyobatizwa na ninayepokea masakramenti, madhabahu ya kanisa si jukwaa la kisiasa, siyo jukwaa la matusi na mahubiri ya Kikatoliki yanaongozwa na miongozo inaitwa Catholic homiletics. Mahubiri ya kanisa kwenye misa yanaitwa homilia, sio preaching, sio sermon. Na imefanya hivyo makusudi kwa sababu padre ama askofu anapohubiri anahubiri in persona Christi katika nafsi ya Kristo, pale hatoi maoni yake wala hawezi akaruhusu jaziba zake zimtawale. Kwa hiyo hili lilikuwa jambo la bahati mbaya ambalo waumini wote wa Katoliki wanapaswa kulikemea. Kama mnavyofahamu, serikali ulimwenguni hulalamikiwa kwa mambo ya uwajibikaji, lakini vile vile kanisa nalo hulalamikiwa kwa mambo hayo hayo ya uwajibikaji. Zipo sauti hivi sasa, hata hapa Tanzania, za waumini ambao wanaona kwamba kanisa halina uwajibikaji wala uwazi kwenye mambo ya fedha. Ni kawaida kusikia kila wiki taarifa ya michango, sadaka ya kwanza, sadaka ya pili, sadaka ya katikati za wiki, zaka, matoleo, nia za misa, na siku hizi kuna majimbo yanaingiza mpaka bilioni tano za mavuno kwa mwaka, lakini nadra sana kusikia taarifa ya fedha hizo. Sasa wako wa Katoliki ambao wameanza kuhoji kwa chini chini, na sheria ya kanisa inataka taarifa ya fedha isomwe kwa waumini ambao ndio wanatoa fedha hizi. Wakatoliki wangapi wanafahamu taarifa ya fedha kwenye majimbo yao? Baadhi ya waumini wamepeleka malalamiko yao katika ubalozi, kwa balozi wa Baba Mtakatifu anayeitwa Nuncio, wakiomba ubalozi wa Papa au Papa mwenyewe au mamlaka za kanisa zimchunguze kiongozi wa kanisa Tanzania. Kwa jina la Padre Charles Kitima. Kwa ufupi hatua hizo ni halali kisheria. Hakuna mahali sheria ya kanisa imewazuia Wakristo wa Katoliki kupeleka malalamiko yao popote pale.